Msichana wa umri wa miaka kumi na sita, mwenye alihamishwa anaishi katika jamii bila familia na anategemea msaada ya kibinadamu kupitia kituo ya vijana. Mzee mmoja katika jamii anapendekeza kwamba angekuwa rafiki wa karibu na meneja wa kituo ya vijana juu apate msaada zaidi. Msichana anamfuata meneja Fanya kazi wa misaada nyumbani kwake. Meneja hamwalike ndani kwake kunyumba na anamwambia azungumze katika kituo ya vijana wakati wa saa za kazi. Siku ya kufuata, anaangalia na kuhakikisha kwamba tayari anapokea msaada yenye anastahili. Wakati anakuja ku kituo ile ile siku baadaye, anamshauri kwamba kuko madarasa na shughuli zenye zinatolewa na eneo salama ya wanawake na wasichana yenye iko karibu, na anaweza kujiunga nayo kwa msaada zaidi. Je, mfanyakazi wa misaada alikuwa na tabia inayofaa?